Mheshimiwa mgeni rasmi na waumini wenzangu, maono tulio nayo juu ya wito tulioitiwa kwa kazi ya askofu, pamoja na kuendeleza kazi nzuri ambayo watangulizi wetu wameifanya, ni kuweka msisitizo katika dhana ambayo tumeita ibada na kazi. Dhana hii inalenga kusimamia kuleta maendeleo ya kiroho na kimwili ndani na nje ya kanisa miongoni mwa waamini wa jamii na jamii inayotuzunguka. Hakuna mashaka kuwa Mungu aliyetuumba kwa mfano wake anatutaka tumwabudu. Hivyo ni wajibu wetu kumwabudu Mungu. Nasi tutasimamia jambo hili kwa bidii sana kwani ni jambo la msingi kabisa kwa kanisa. Tunapozungumzia kumwabudu Mungu, tunazingatia mafundisho ya kweli ya neno la Mungu. Tumesikia tukiambiwa hapa juu ya mhubiri amesema vizuri sana. Na katika somo la waraka lililosomwa leo Paulo anatukumbusha umuhimu wa kumfahamu sana mwana wa Mungu. Hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa mafundisho, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Wakati wa uongozi wetu, tutahimiza sana watu kujifunza neno ili kukua kiroho, na imani ya kweli inatokana na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Bila kumfahamu vyema mwana wa Mungu, kuna kuyumbishwa kwingi sana. Shetani ni mtundu sana, na anatumia ujanja mwingi kuwaonea wana wa Mungu kwa sababu hii hali ambayo Paulo ameita hali ya utoto, na kuleta kila aina ya mafundisho, kuwapeleka watu kufuata njia za udanganyifu. Ndani ya kanisa Anglikana kuna mafundisho ya kutosha, tena iwapo kuna watu wanaojinadi ni wanauamsho huko Kikebei, kwa hakuna uamsho ndani ya kanisa Anglikana na kujaribu kuwashawishi waamini wafuate huko, wanapoaminisha kuwa ndio Mungu wa kweli na madhabahu ya kweli ipo. Kwa vyovyote vile, watu wa jinsi hiyo pengine ni matapeli au ni mawakala wa shetani. Tena watu wa jinsi hiyo wanauelewa hafifu sana juu ya kanisa Anglikana. Hawafahamu kuwa uamsho wa kiroho katika eneo la Afrika Mashariki ulianza ndani ya kanisa Anglikana. Wakati wa uongozi wetu, tutasisitiza sana uamsho wa kiroho na kuhakikisha kuwa wana wa Mungu wanapata chakula cha kutosha kufanya wakue kiroho, tena wasibaki kuwa watoto wachanga wa kuyumbishwa huku na huko. Vile vile, hatutaacha kuimarisha ibada kwa mapokeo ya liturgia za Kianglikana, kwani ndiyo namna tulioirithi Inayotuwezesha kumwabudu Mungu kwa utaratibu mzuri na kwa kichwa. Mapokeo haya ya Kianglikana yamebeba wingi wa maandiko, yakifuatwa kwa utaratibu mzuri na kwa kichwa, kwa vyovyote vile yataimarisha sana ibada zetu na kuliweka kanisa la Mungu, yaani mwili wa Kristo, katika wakati wote. Wapendwa, Mungu wetu tunayemwabudu pia anatutaka tufanye kazi katika maagizo yake kwetu kupitia Musa katika kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 8 na 9 Mungu anatukumbuka, anatuagiza kuikumbuka siku ya Bwana na kuitakasa. Na katika kukumbusha hivyo, anatukumbusha kutenga siku moja maalum kukusanyika pamoja kwa ibada tu, ingawa ibada ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Na kisha anatuagiza kufanya kazi kwa siku sita. Yeye mwenyewe Mungu alifanya kazi kwa siku sita, akapumzika siku ya saba. Wapendwa hasa wahudumu wenzangu nitashangaa sana kusikia yeyote miongoni mwetu anaona anastahili kufanya kazi siku moja Jumapili na kupumzika siku sita badala ya kufanya kazi siku sita na kupumzika siku moja kama ambavyo Mungu mwenyewe alifanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi tunaamini kuwa tumeitwa kufanya kazi kwa bidii sana na kuwa mfano wa watenda kazi. Kazi yetu ni zaidi ya kuendesha ibada Jumapili, kufungisha ndoa na kuzika mara moja moja. Tukifanya hivyo na kuishi maisha ya jinsi hiyo, hatuna haki ya kupokea ujira kwa aliyetuita. Tunayo majukumu makubwa ya hakikisha kwamba tunafundisha kwa bidii neno la Mungu, tunajifunza namna ya wenye uhitaji, tunawatunza wagonjwa na wenye shida na kuwatia moyo, tunajiandaa kwa uaminifu kutoa ibada na sakramenti za kanisa ipasavyo. Kwa ujumla wake, wakati wa uongozi wetu, tunatarajia kuwa na nyumba ya wahudumu yenye kujipambanua kuwa ni watendakazi waaminifu wa kazi ya Mungu, sambamba na mahitaji ya nyakati tulizonazo. Baada ya kusema hayo, naomba niseme kidogo sana juu ya changamoto za jamii yetu, na kwa bei ya chini sana kiasi kwamba hata watoto wadogo wanaweza kupata pombe hizi. Sisi tunaona kuwa hili ni jambo la hatari sana, na linaondoa fursa tulionayo ya kuwa na vijana katika taifa letu. Kwa kuwa vijana wengi wameingia kwenye uraibu wa matumizi ya pombe kali, wanakuwa dhaifu na afya zao zinaathirika kiasi kwamba hawezi kuwa nguvu kazi inayotegemewa. Hili linathibitishwa kwa ongezeko la watu wenye shida za magonjwa kama vile figo, ongezeko la gonjwa ya watu wenye umri mdogo, ajali za especially wanaoendesha vyombo vyetu vya usafiri kama bodaboda na bajaji, ambao wengi wanakuwa wameweza kuendesha wakiwa katika hali ya yeah ulevi. Mwisho, mgeni rasmi, tunaomba serikali iangalie upya sera zinazoongoza utoaji wa leseni za viwanda vya uzalishaji, usambazaji na uuzaji wa pombe kale tunaishi katika jamii ambayo hata watoto wenye umri wa chini kabisa wanaweza kujipatia vileo bila kuulizwa swali lolote na mtu yeyote, na kwa bei ambazo wanazimudu. Hii si sawa. Sambamba na hilo, serikali inaweza kuona umuhimu wa kuangalia namna ya kuweka udhibiti wa mitambo ya kuvuta sigara maarufu kama shisha. Sasa hivi kuna wimbi kubwa la vijana wadogo, vijana wa kiume na wa kike, wanaovuta sigara utumbaku hizo za shisha, na wengine wakiiga mfumo wa mpe wa maisha ambao wanadhani ndio fashion. Hivi karibuni niliingia katika mall moja maarufu sana pale Dar es Salaam. Na katikati ya korido, unapoingia tu unakutana na sigara mpya zilizoingia sasa hivi ambazo hazitoi moshi, zinaitwa vapor nafikiri. Hazitoi moshi, hazifanyi lakini zina athari kubwa sana kwa vijana wetu. Na vijana wengi wa kike na wa kiume wadogo kabisa wamekuwa wakizitumia kwa kiasi kikubwa. Tuna wasi sana serikali mfanyie kazi jambo hili kwa kufanya utafiti, kujua kiwango halisi cha madhara yanayotokana na uholela wauzaji wa, wa vitu kama hivi na kunda sera ambazo zinaweza kufanyika kuokoa vijana wetu katika janga la mambo ya jinsi hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunayo hofu juu ya uhuru uliopo katika ruhusa ya michezo ya kamari inasifanyika kama betting. Vijana hawa ambao tunaona kama nguvu kazi ya taifa wanaishi katika mazingira yanayowaaminisha kuwa wanaweza kujipatia riziki za maisha yao kwa kupitia michezo ya kamari. Nguvu kubwa iliyopo katika kuhamasisha kwenye matangazo ya biashara na kadhalika, kuhamasisha vijana wetu kushiriki katika michezo ya kamari inaleta matokeo ya taifa la watu wavivu, jambo ambalo linakinzana na sera za msingi za serikali yetu zenye kuhimiza watu kufanya kazi. Tunaiomba serikali kuangalia kwa upya utaratibu uliopo katika kudhibiti michezo ya kamari. Hatuwezi kuwa na jamii ya watu wanaoamini kuwa wanaweza kuishi kwa bahati nasibu, na na nasibu tukawa na maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika jitihada za kujikwamua kwa uchumi watu wengi wameingia katika shida ya kuingizwa katika kile kinachojitambulisha kama fursa za maendeleo, lakini kiuhalisia ni namna ya kuwafanya watu kuwa watumwa katika mnyororo wa madeni. Hivi karibuni kumekuwa na ongezeko kubwa la watu na makampuni wanaojinadi kuwa wanatoa mikopo, na wengine sasa hivi wamefanya hiyo biashara kupitia mitandao, digital loans juu kitu kama hicho. Mahali pengi mikopo ya jinsi hii imeitwa mikopo ya kausha damu. Tunashukuru kwamba Benki Kuu ya Tanzania imetoa miongozo ya kuratibu makampuni yanayotoa mikopo. Hata hivyo kiuhalisia, practically, ukienda kwenye jamii, watu wengi bado wanakumbana na mazingira mabaya sana ya huduma za mikopo. Tunaomba kuwepo kwa ufuatiliaji na uelimishaji zaidi ili kuwasaidia watu wasio wahanga wa mikopo yenye kukandamiza na kudhalilisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mkoa wetu wa Mbeya na Songwe na mahali pengine nchini, tunaona tatizo la ongezeko kubwa la watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi mitaani jambo hili katika mkoa wa Mbeya na Songwe ni geni sana. Miaka michache tu iliyopita hakukuwa na idadi kubwa ya watoto wa mitaani kama ambavyo tunaona sasa. Yapo mambo kadhaa yanaweza kuhusishwa na tatizo hili. Kwa vyovyote vile, ni maporomoko ya maadili kwa ujumla katika jamii yetu yana mchango mkubwa sana. Sisi kama kanisa tunatoa, tunaona tunao wajibu mkubwa katika kushughulikia jambo hili na tutaongeza bidii kufundisha jamii yetu maadili mema. Hata hivyo hatua hii muhimu ya kujenga maadili mema huanza katika ngazi ya familia. Ni dhahiri kuwa hatuwezi kuwa na kanisa au taifa lenye maadili mema kama hatuna familia zilizo na maadili mema. Sisi tunaona kuwa ni muhimu sana kwa viongozi katika ngazi zote za kijamii na serikali kuwa mfano wa mwenendo wa maadili mema katika taifa letu. Pia ni muhimu serikali iweke mkazo katika sheria na kanuni zinazohusu maadili na pengine kuwajibisha wazazi na walezi ambao hawatimizi majukumu yao kwa familia. Lakini pia yapo mazingira yanaweza kuhusishwa na tatizo hili la ongezeko la watoto mitaani ambayo yanahitaji ushirikiano mkubwa wa sekta mbalimbali ikiwemo serikali. Kwa mfano, kumekuwa na ongezeko kubwa la huduma ya kukanda miili, maarufu kama masaji. Mazingira ya huduma hizi kwa kiasi kikubwa yanaajiri mabinti na vijana wa kiume ambao wanatoa huduma zaidi ya vile leseni za huduma hizi, uh, zinavyoelekeza. Sisi tunaona maeneo haya wakati mwingine hutumika kama vichaka vya mambo ambayo ni kinyume na maadili yetu na yenye kuleta matokeo mabaya, ikiwa ni pamoja na tatizo la kuongezeka kwa watoto ambao hawana malezi katika jamii yetu. Sasa ninataka kwenda kumalizia kwa kuipongeza serikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaipongeza kwa dhati serikali yetu kwa jinsi ambavyo imefanikisha ujenzi wa reli ya kisasa inayojulikana kama SGR kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Hakuna ubishi kuwa SGR imeleta mapinduzi makubwa katika sekta ya usafirishaji. Kwa vyovyote vile jitihada zinazoendelea zinazoendelea kuendeleza ujenzi wa sijara katika mikoa mingine za kupongezwa, na sisi tunaendelea kuziombea zifanikiwe. Ni katika mtazamo huo wa mapinduzi makubwa katika sekta ya usafirishaji, tunaona jinsi ambavyo kuna umuhimu kwa serikali yetu kuongeza nguvu katika kuimarisha usafiri wa reli kuja katika mikoa ya Mbeya na Songwe. Tumesikia juu ya mazungumzo yanayoendelea juu ya kuhusiana na uboreshaji wa usafiri wa reli ya Tazara tunaomba serikali iweke kipaumbele katika jambo hili. Mbeya ni mbali sana kutoka jiji kubwa la kibiashara la Dar es Salaam ambako ndipo soko lilipo li, li, li, soko kubwa la mazao ya kibiashara yanayozalishwa Mbeya. Uimarishaji wa usafiri wa reli kwa kiwango cha kisasa utasaidia sana ukuaji wa uchumi Kusini nyanda za juu na mataifa jirani jirani. kusema sana kuhusu kuelekea uchaguzi mkuu kwa sababu tayari mashamba Askofu mkuu ameshasema, lakini nirudie tu kusema machache kwamba tunaelekea kwenye mchakato muhimu sana wa kidemokrasia. Mchakato huu ni muhimu kwa ustawi wa maendeleo nchi yetu, na tunamshukuru Mungu sana kwa kutuwezesha kuopita katika hatua za mchakato za chaguzi za amani tangu tulipopata uhuru. Inawezekana kumekuwa na mapungufu hapa na pale katika michakato kadhaa hapo nyuma, na kwa vyovyote vile ipo nafasi ya kuboresha kila mara kuwezesha michakato hii kuwa ya haki zaidi na kuwa yenye amani zaidi. Sisi tunaona kuwa ni jambo zuri kutaka kuboresha michakato hii. Hata hivyo, hatuungi mkono njia zozote zenye namna inawezesha kusababisha kuvunjika kwa amani ya nchi yetu, kwani tunu ya amani ikichezewa huweza kuponyoka, na tunayofahamu mifano mbalimbali duniani kuwa ni vigumu sana kurejesha amani iliyopotezwa. Kwa hiyo, tunatoa wito kwa wanasiasa na watu wote wanaohusika katika kuandaa, kunadi sera zinazotafuta kushika madaraka, kuwa na hofu ya Mungu. Tumeshuhudia nyakati kama hizi michakato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 kwa Padre Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki, na kuripotiwa kwa kutoonekana kwa ndugu Mdude Mpalauka Nyagari, tunabaki na tumaini moja kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vipo kazini na majibu ya sintofahamu hizi na nyingine zinazofanana na hizi yatapatikana, lakini yatapatikana pia kwa wakati. Mheshimiwa mgeni rasmi, sote tunafahamu kuwa hatuwezi wote kuwa viongozi ni lazima tuwaamini wachache miongoni mwetu kushika madaraka katika kipindi fulani ili watuongoze. Tunawasihi Watanzania wote kukumbuka kuwa waadilifu na wenye hofu ya Mungu. Rushwa, uzushi, matusi na mambo yanayofanana na hayo ambayo hujitokeza nyakati za uchaguzi ni mambo yasiyompendeza Mungu. Tusimame katika kweli, tuwapime watu kwa uwezo walionao na nia njema walizonazo wanapoomba kuumbwa mkono katika kupewa nafasi za kushika madaraka Tukisimama...